Afisa tarafa ya Ilemela mkoani Mwanza James Peter ametoa rai kwa wanafunzi wa shule ya sekondari Igogwe iliyopo katika halmashauri hiyo kuhakikisha wanazitunza vizuri kompyuta na vifaa vingine vilivyomo katika maabara ya Tehama shuleni hapo ili viweze kudumu na kutumika kwa muda mrefu zaidi. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Ilemela Hassan Masala, katika hafla fupi ya uzinduzi wa chumba cha Tehama shuleni hapo, James amesema kuwa ni vyema vifaa hivyo vya Tehama vikatumika vizuri ili viweze kuwasaidia wanafunzi katika masomo yao. Zitumieni vizuri, ziwasaidie kufaulu na kujua matumizi ya kompyuta hata mkitoka nje ya shule mweze kuendesha shughuli zenu nyingine kwa kutumia kompyuta ili mweze kufanikiwa kimaisha. Leo mheshimiwa rais anatuelekeza mifumo ya serikali yote isomane. Leo mifumo mingi ya serikali yote tunaiendesha kupitia mifumo ya teknolojia hii. Kama hujui hizi kompyuta, hata cheti chako mwenyewe cha kuzaliwa hutaweza kukiomba mwenyewe kupitia simu yako, utalazimika kwenda mpaka stationari. Sasa leo tumwaletea kompyuta kupitia Helios Tanzania pamoja na wenzetu wa Kamara. Jifunzeni hizi kompyuta mzijiwe kwa vitendo. Msiziogope, sio mambo ya mashikolo mageni haya. Someni mjue haya mambo. Sisi baada ya kutoka shuleni kama nyinyi ndo tulianza kujifunza kompyuta. Tena wakati huo taasisi ndogo ndogo zinaanzishwa, tunashangaa kabisa. Hizo kompyuta ni nyeupe hmm, kama chaki sasa. <laughs> <laughs> Leo unaletewa vitu vya kwa vyamkua amenyie. Kwa hiyo tunategemea hizi zitawasaidia sana wenzetu hawa. Tumeambiwa Helios Towers na Camara Education wametuletea vitu vingi, nimeambiwa vitu vingi na nilivyoorodhesha, nimeambiwa umetuletea desktop ishirini na sita umefunga mfumo mmoja wa seva mmefunga projector TV ya inchi ishirini na nne aina ya Samsung moja, lakini pia mmefanya ukarabati wa chumba cha Tehama ambacho mmekipaka rangi, mmekiweka magril, mmefunga feni nne, mmefunga mfumo mzima wa Tehama, lakini kaniambia pia mmetuletea miti 60 ambayo tutaipanda hapa. Kwa nini siwashukuru? Tunawashukuru sana. Majina yanaitwa Dani Boy, mkurugenzi wa Camara Education Tanzania. Leo tuko Igogwe sekondari kuzindua chumba cha Tehama ambacho naadiia na kampuni ya unba nchi, ina jumla ya kompyuta ishirini na sita ambazo kompyuta hizi zina maudhui mbalimbali ya kielimu kama vile notes, past papers vitabu na mambo mengine ambavyo lengo ni wanafunzi na walimu waweze kutumia kwa ajili ya kujifunza masomo mbalimbali kwa hiyo leo wanafunzi au mwalimu anafundisha chemistry au biology au geography, basi vifaa hivi vitamsaidia kumfanyisha. Kama kama taasisi ya serikali inaunga mkono jitihada za serikali kwa sababu elimu kupitia hapo. Kwa hiyo kama kwa takriban miaka 15 sasa tumekuwa tukifanya kazi za kuboresha Tehama mashuleni kwa kupatia shule na taasisi za elimu vifaa mbalimbali vya Tehama pamoja na mafunzo kwa walimu, kuwajengea uwezo kuingiza teknolojia katika ufundishaji kama tunavyojua serikali inaboresha mtaala na kupitia mtaala ulioboreshwa serikali, mtaala unatia mkazo sana kwenye mafunzo ya amali au skills. Kwa hiyo tehama ni katika moja ya amali ambazo zinapewa kipaumbele mbele, na kupitia miradi ambayo Kamara inaifanya ya kuboresha tehama mashuleni, basi inaenda moja kwa moja na sera ya serikali na mtaala unataka kuhakikisha kwamba wanafunzi wanamaliza wanamaliza ununuzi wa tehama ambao wanaenda kuwasaidia katika dunia ambayo inaelekea katika soko la ajira. Nao baadhi ya wanafunzi wamesema kuwa kuwepo kwa chumba hicho cha TEHAMA shuleni hapo kutawasaidia na kuwapa unafuu wa kujisomea, kwani wataweza kupata notes na material ya masomo mbalimbali. Jina langu ni Merena Frank, katika shule ya sekondari Igogwe. Mimi kama mwanafunzi wa Igogwe, ndoto zangu ni kuja kuwa daktari, ambapo uwezeshaji na uwekezaji wa hizi kompyuta kwenye shule yetu ya Igogwe sekondari inasaidia, hasa hasa sisi tunaochukua masomo ya sayansi, tunaotarajia kuwa madokta wa baadaye. Tunasema asante sana kwa shu, kwa shu, na shukrani zetu tunazitoa kwenu. Hizi kompyuta zinatusaidia sisi kujua mambo kwa undani zaidi kwa kupitia sayansi na teknolojia. Tunasema asante sana. Tunawaomba hata pia msie, msi juhudi zenu zisiishie <coughs> tu hapa shuleni kwetu, bali hata kwenye mashule mengine na vituo mbalimbali mzifanye pia. Kwa majina, mimi naitwa Isaya Jumanne na ni mwanafunzi wa kidato cha tatu mkondo hii, ni mwanafunzi ninayechukua masomo ya sayansi. Kwangu mimi, kompyuta hizi, uwepo wa kompyuta hizi shuleni kwetu hapa Igogwe Sekondari, kwangu mimi, ndoto yangu ilikuwa ni kuwa engineer lakini sasa kwa ndoto yangu hii nilionayo, nilikuwa nahitaji nilikuwa nahitaji past paper nyingi sana, hasa katika masomo ya sayansi. Lakini pia nilikuwa napata ugumu, kwa sababu nakuta nashindwa kutafuta past paper vizuri, na wakati mwingine na kupata na vyenyewe ni vigumu, vitabu na vyenyewe sivipati. Lakini sasa kwa sababu kompyuta zipo, ina uwezo wa kuingia kwenye kompyuta room muda wowote, na nikatafuta material ya somo lolote, na nikajisomea kwa hivyo sasa, mimi hapa kompyuta imenisaidia sana, kwa sababu hata nikisema nitafute material ya somo fulani, nakuja hapa na naangalia. Cyprian Magupa wa Daily News Digital Mwanza.